Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi, maana kwanza mgodi huko mbali sana, alafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno, mitambo inaharibika kila siku ufanisi uko chini, dizeli wenyewe unapata wamechakachua, halafu uisafirishe umbali mrefu. Mimi niliona nafanya kazi bure tu ah. Ndugu yangu pole sana mm. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya sita imekuwa mm -hmm. Ni suluhisho kwa changamoto zote hizi mm. Serikali ya awamu ya sita kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta, mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa, gharama za uendeshaji zimeshuka, tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu nice. Na watendaji wanafanya kazi kwa furaha na nisikufiche ndugu yangu. Pesa tunapata aise. Ongera sana ndugu yangu. Mimi naona maisha yangu ni kama fungu la kukosa tu, nimekosa kote, bara na pwani. Mashaka, bado hujachelewa kaka, rudi uwekeze mgodini, tupige pesa nyingi kwa gharama nafuu. Nishati ya umeme vijijini ndiyo mkombozi wetu. Mama yuko kazini.